Ya, us, ya ukosaji wa usalama hapa Isiolo eh, nataka kusema hii insecurity ambayo iko hapa Isiolo it is politically instigated. Ukosefu us, wa usalama hapa ule uko hapa Isiolo umeletwa kisiasa. Na nataka kukumbuka maneno ya mheshimiwa wetu senator wakati wa impeachment ya gavana wetu wa Isiolo, akasema after the failed impeachment hakuna mtu ambaye ako salama Isiolo, na yale maneno yaliyatamuka pale sasa yanatimia hapa Isiolo kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko salama. Jumamosi iliyopita, mboma ya mheshimiwa wa zamani Mheshimiwa Mokku ilivamiwa na magaindi, na hiyo mboma ilikuwa imezungukwa kila kona na watu ambao wako na bunduki. Mheshimiwa Mokku alikuwa na wageni kwake zaidi ya watu hamsini. Ile kitu ilikuwa imepangwa pale, ingefaulu tungekuwa tunaongea maneno mengine. Hapa Isiolo tumekuwa na vifo vya kutatanisha hapa Isiolo, Mheshimiwa Wamburat Wond, akapigwa risasi eh. Secretary General of Somali Count of elders, mzee Hindri akapigwa risasi. Kijana wetu Abdurahman akakindinapiwa kutoka maanzoni akatupo ruai. Na ukiangalia hii mambo yote vile inaelekea hii ni mambo ya kisiasa. Kwa hivyo the security problem we have in Isiolo It is politically instigated. Tunataka kuambia eh, Mheshimiwa Rais na the security apparatus. Tafadhali, do not gamble with the lives of people of Isiolo. Hapa Isiolo hatuwezi enda siku mbili kama hatujasikia mtu amepigwa risasi. Na ukiangalia hizo vifo, There is a pattern. Leo hii tuko hapa kulani kitendo ambacho uh, hivi majuzi uh, Mheshimiwa Mokku alivamiwa katika uh, boma yake akiwa na wazee. Tangu hiyo uvamizi kufanyika, tuko siku tano hadi wa leo hatujasikia security apparatus wame arrest anybody ambaye alikuwa uh, wale waliohusika na tunauliza Mokku, kwani alifanya nini ndio ashambuliwe? Je, uhalifu gani mzee Mokku ambaye amekuwa mjumbe kwa miaka kumi na tano na assistant minister kwa miaka kumi alifanya, alifanya uhalifu gani ili ibidi yeye ashambuliwe? Nataka kusema hivi, tangu impeachment process ianze, Isiolo hii haina usalama. Watu wengi wameuawa, wengi wamejeruhiwa. Abdikadir Hapi aliuawa na kutupwa katika shamba la prison. Ismail e, blogger alipigwa na akauawa akakufa sababu ya jeraha alipata wakati aliopigwa. Idle, mzee idle alipigwa risasi hapo mbele ya jamii ya Mosque. Kuna kijana katika Tuliroba alipigwa risasi na akapelekwa ICU. Hadi wa leo hao walifu hakuna hata moja ameshikwa na kufikishwa mahakamani. Je, swali tunauliza ni security apparatus in Isiolo county kazi yao ni nini kama hawana uwezo ya kushika hata mtu mmoja katika huyo alifu wote? Je, kazi yao ni nini ama hao wenyewe ndio usika katika uo walifu? Wakati impeachment ilianza, Kenya Police Reservist ambaye wako mashinani waliletwa town hii na polisi waliwashika siku hiyo na wakanyang'anywa bunduki zao. Hadi wa leo hawa police reservist wako katika Isiolo Central hapa, ilhali kazi yao ni kule mashinani. Je, tunauliza iko biashara gani ambaye hawa reservist wanatoka mahali walipatua hizo bunduki na wakakuja kuishi hapa Isiolo town? Tunataka uh, security apparatus watueleze. Inaonekana Kenya hii ni kama hakuna rule of laws, kwa sababu yale mambo yametendeka katika Isiolo County tangu uh, impeachment yanze ni jambo ambazo aliko kwa sheria. The government printer has been printing and gazetting false informations uh, ambayo inahusika na Isiolo County. Wali, waligazeti speaker bond uh, ambayo sio speaker halali, hakuchaguliwa na MCAs waliweka budget ambaye haikukua na participation ya raia wala ya assembly iligazetiwa na wakagazeti kuhamishwa kwa assembly kutoka hapa kwenda Ulonyiro. Hiyo yote ilifanywa kwa njia ya haramu. Hiyo ni upotefu ya sheria. Hakuna sheria ambayo inafuatwa. Je, nauliza President Ruto kama utaki eh, nchi hii eh, iwe inafuata inakuwa govern na rule of law. Next time tutapata ya kwamba government printer amegazette ame, ame Gashagwa as the second president of the Republic of Kenya. Na mutabaki kupigania, na mutabaki kupigania Harambee House ni nani ata-occupy? Na nafikiri siku hiyo wewe utapelekwa Sugoi, uta-operate from Sugoi, while Gashagwa probably will operate from Harambee House. Kama si hivyo, tunakuuliza Rais Ruto, Kenya hii isiwe a Banana Republic.

Kwa miaka tatu iliyopita sisi tumepata changamoto ambazo hatujawahi kuona tangu kubuniwa kwa katika county government. Shida ambazo sisi tumepitia ni kwanza, ni ukosefu ya mwelekezi ambaye atatuelekeza katika Isiolo hii katika nyanja ya kimaendeleo na katika nyanja ya utawala katika kaunti. La pili ni kwamba sisi tunakuuliza, wewe rais wetu mpendwa Dr. Samuel Arap Ruto, tunakuuliza kwamba wakati tulipokuja kwako kule Nairobi ukatualika katika State House, ulisema na ukatuhakikishia kwamba utatatua shida ya Isiolo lakini hadi wakati huu, hadi leo hii, sisi bado tunakumbana na shida ambazo tulikuletea wewe miezi tatu iliyopita. Tumewapatia muda na tunawapatia tena leo muda ya kwamba utuletee sisi shida ambazo, wale ambao wanaharibu usalama yetu, muwashike. Kama basi hamtatusaidia hivyo, sisi tutainua makaratasi na kuambia basi sisi mumetuangaisha kama serikali. Baada tumekuletea shida yetu Isiolo, His Excellency, kwa ikulu yako ametuahidi, baada ametuahidi, kuliko ahidi yako hiyetendeke. Tumezidiwa, umetuzidishia juu, wakati hiyo kaunti yetu Isiolo ni, ni, ni tauni ya zamani sana hata, waka, hata mbele ya Nairobi wakati hata koloni Northern Kenya headquarter yake ni Isiolo. Lakini saa hii administration yako serikali ya Ruto unahamisha Oldonyiro. Aya, unatuma unatuma DBT yako unaselect una watu unapeleka huko Daraka. Daraka. Daraka. Daraka. Yeah. His Excellency eh, uh, tumeshangaa na wewe sana. Sijui wewe unasema unapenda watu ya Isiolo lakini, atupendi upendi sisi. <laughs> Ulituma umetuambia wewe unatuambia unatupenda watu wa Isiolo, lakini hiyo ni uongo, juu wewe hupendi sisi. Tafadhali, kama upendi sisi, come clear semeni, hamini yote kutoka Isiolo. Pointi ya pili, niko na ingine moja, mzee. Kwani wako na haraka hawa eh? Eh, watatuma tu. Pointi ya pili, ninataka kusema na munisikie na wanisikie wote ambao wako kule ya kwamba siku moja huyu msee Kobe alikuwa anatafutwa sana, alikuwa anatafutwa na chui kwa siku nyingi, lakini ikimaliza story chui akakuja kumpata msee Kobe. Alipomshika msee Kobe, msee Kobe akamwambia kabla hujanikula siku ya leo kwa ajili umenitafuta siku nyingi, nipe dakika moja nifanye jambo fulani. Akapewa nafasi. alipopewa nafasi Mzee Kobe kwa jina ilikuwa kwenye junction aliweza kujivringisha, kujivringisha akatoa vumbi vumbi vumbi. Chui akangojea vumbi lipotulia, akamwambia kabla sija kukura, ningependa ni uniambie ni kwa nini umefanya hayo. Mzee Kobe akamwambia, nimefanya hayo kwa jina jua unanikula siku ya leo, lakini atakayepitia hapa miaka ijayo kwenye junction atakuta maiska atakuta mwili wangu, machuma yangu na atajua kwamba huku ni kula hivi hivi tu. Niliweza kupigana, niliweza kung'ang'ana kweli, uliliweza, lakini niliweza kung'ang'ana mwisho agutanwa no te waide atongeria beto baisoro eh no te baide atongeria beto baisoro usiku huo imepigwa ripoti. Mimi mwenyewe nimepigia OCS simu usiku huo, kwa sababu nilikuwa kule obi iko kila kitu polisi. Walifika after two hours, after two hours kama kawaida, na tumepiga kitendo lipotendeka 20 minutes tukasema, we are under attack in Mushima Mokku's red please, Fikeni sisi haraka. After walikuja baada ya two hours. Wanangojea nini? Wako na gari na everything. Kwani walikuwa hawana mafuta kama kawaida? Hapana. Walikuwa na tumepiga the following morning wote walikuja mpaka jana walikuwa wanaandika statement kwa mheshimiwa wa Moko. Statement ambaye hakuna vitendo nyuma. Inajazwa karatasi katika OB na nini? Hiyo tumetosheka nae. Gunshot, mimi mwenyewe nilikuwa pale, ime tulisikia gunshot sita. Hata mkende huko, watu wa press, tunaweza mali kashimu amabati, amabati mali risasi ilikuwa